Wakizungumza ofisini kwa naibu kamishna wa kaunti ya Malindi, baadhi ya viongozi husika wamesema kuwa kufika pale ni hatua muhimu katika kutatua migogoro ya muda mrefu inayozunguka mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege, wakisema kuwa mchakato upatika wa upatikanaji wa ardhi ulioanzishwa mwaka wa elfu mbili na sita chini ya wizara ya ardhi awali ulilipa fidia wakazi wa vibanda kwa miundombinu waliojenga katika ardhi hiyo. Hata hivyo Wamiliki wa vyeti vya umiliki bado hawajapokea fidia zao kutokana na migogoro na vikwazo vya bajeti. Inquiries that were conducted concluded with um, a decision to compensate uh, squatters for structures and developments on the land. But the issue of the land itself remained pending and it has been pending for a while and I think um, As I understand it, it's also been partly because of uh, um, budgetary issues as to whether this should be proceed. But when these um, squatters were compensated, the land was freed and uh, and fenced off, but the, uh, the title holders have not been compensated yet. Aida, wamesisitiza ahadi ya serikali ya kupanua uwanja wa ndege ili kukidhi viwango vya kimataifa. Wakazi wa vibanda na wamiliki wa ardhi wanaoshikilia ardhi iliyopewa kwa ajili ya awamu ya pili ya upanuzi wa uwanja wa ndege nao wamehimizwa kuwa na kwa subra, kwani masuala yao yatashughulikiwa mara tu masuala ya au, mara tu, awamu ya kwanza yatakapokamilika.

Kwa upande wao wakazi wa vibanda wameuliza ikiwa mradi huo wa uwanja wa ndege unaendelea na ikiwa tathmini ya mali yao iliyofanyika miaka sita iliyopita bado inakubalika au inahitaji tathmini mpya. Nyingi tumefuata National Land Commission Nairobi, na leo wamekuja Malindi ikawa na sisi ni nafasi yetu kubwa ili tuweze kuongea na National Land Commission, tuwaulize kwanza, tujue hiyo phase 2 kweli airport iko expansion iko ama tunapotezewa tu wakati. Na la pili, swala la pili ambalo limetuleta hapa, tuweze kujua hii valuation ambayo iliisha huko 2020 itarudiwa ama hakutakuwa na valuation tena kwa phase 2. Immaculate Karimi, Undugu TV.